Uponyaji kwa njia ya agizo. Tutaangalia vile Yesu alivyoponya wengi kupitia agizo. Agizo ni uponyaji. Watu wengi hawajui kwamba agizo ni uponyaji, kwa sababu sisi ni jeshi ni jeshi la ufalme wa Kristo. Amen. Ufalme wetu sio ufalme wa ulimwengu. Ufalme wetu ni ufalme wa kuangusha ngome na kila falme zote na mamlaka za giza. Kazi ya kanisa ni kupambana na mamlaka za nini? Za giza. Kuhakikisha kwamba nuru ya Yesu inatawala. Amen. Sema amen. Amen. Hatuna ugomvi na mtu. Tunao ugomvi na kila falme zote za giza, kila malango yote kuzimi. Sema amene kubwa. Amina. Uponyaji kwa njia nini? Ni ya agizo. Yesu anasema maneno haya, nami najua ya kuwa agizo lake ni uzima wa milele basi hayo ninenayo mimi kama baba anavyoniambia ndivyo ninenavyo. Neno baba na mwana, wengi sana hili neno linawachanganya. Kwa nini Yesu aliitwa mwana? Yesu aliitwa mwana kwa sababu alikuwa amevaa mwili, na kinachoitwa mwana ni mwili na kinachoitwa baba ni roho. Kwa Kristo, hmm. Narudia, kinachoitwa mwana ni mwili na kinachoitwa baba ni roho. Ndio maana unaona Yesu alikuwa akiongea kama mwana, kama mtu aliyeagizwa. Ukiangalia kiundani maana yake ni nini? ni huyo mmoja Baba mwana ni mmoja Yohana 10:30 I and Father are one are one not two ni kitu kimoja sema amen kubwa Amen. sema amen kubwa Amina. kwao tunamwona Yesu anaonyesha ule utashi ambao anatufundisha sisi leo Ndiyo maana unaniita baba wa kiroho, maana yake nakuwa baba kuongoza roho yako. Na kwa nini wewe unaitwa mwana? Maana yake nakusimamia kimwili na kuongoza kimwili, kitu gani kifanyike, kitu gani utende, kitu gani usitende kanuni gani za kiroho za kufuata? Kwa hiyo kwenye Injili maana yake ni wewe na mimi kuwa baba na mwana katika eneo la Injili, yaani maana yake roho na mwili vinafanya kazi pamoja. Ukitenganisha roho ukaiondoa kwenye mwili ule mwili unaitwa maiti. Mwili unaitwa nini? Ngoja niwafundishe kitu hapa. Najua sio wote lakini wengi wasioelewa mambo ya kiroho, hili watalikataa, lakini nataka ni kufungua ufahamu. Baba wa kimwili na baba wa kiroho, mwenye nguvu ni baba wa kiroho. Kilaani mwili wako unaponea kwa baba wa kiroho. Amina. Baba wa kiroho akikulaani unaponea wapi? Kilaaniwa na baba wa kiroho unapakupona. Mzazi, baba, mama yako mzazi ataweza kulaani mwili, ana nguvu. Ukweli ndio huo, ukweli ndeo. Baba mzazi mama mzazi ana uwezo wa kulaani mwili, maana ameuzaa mwenyewe. Amina. Lakini alelaaniwa kwenye mwili, pa kuponea pako, anakimbilia kwa baba wana wa kiroho. Ndio maana kwenye Biblia imesema waheshimu baba yako na mama yako siku zako ziwe nyingi. Amina. Sasa Biblia inasema waheshimu baba yako na mama yako. Wengi wamejipendelea kwamba ni baba wa kimwili tu. No, na baba wa kiroho. Amina. Kiroho ujasema ameni kubwa huwa akosei, hata kama unamwona amekosea, ajakosea. Ni sana baba yako mzazi au mama yako mzazi, huwaakosei, hata kama unamwona hapa amechemka, ajachemka, yuko sahihi. Kwa nini? Kwa sababu ya ile mamlaka. Kwa sababu ya nini? Ya ile mamlaka. Ndani ya kanisa, watu wengi watambue nafasi za baba zao, baba zao wa kiroho katika mamlaka Amin. katika umwengu wa roho semameni kubwa Amina. Leo tunaangalia uponyaji kwa njia ya agizo. Kinachotugharimu saa kwenye makanisa yetu ni ya ki- ya kipendekose au ya kiroho ya ya, ya, ya ki, tunaamini sana kwamba kila kitu tunapokea kwenye njia ya maombi sa nyingine mtu akiona ananena sana kwa lugha, labda mchungaji wake ameni sana kwa lugha, anaanza kumchangua kwamba huyu aneni hata kama mimi. Maana yake tunafikiri majibu yote yanapatikana kwa njia ya maombi. Tumesahau majibu yanapatikana kwa njia ya agizo. Kuna mtu mmoja kwenye bibilia aliitwa Hana, alikuwa ni mwanamke, alikuwa anahitaji kupata mtoto. Alifanya maombi ya kufunga na akaomba bila kumshirikisha kuhani wake, aliitwa kuhani Eli. Kuhani huyu hakujua kwamba Hana alikuwa anafanya maombi ya kufunga ili kupata mtoto. Siku moja, kuhani yeye, anamwangalia yule mama, anamwambia, sababu alikuwa anamfahamu Unajua, alikuwa anamfahamu. Na kwa wajui Hana inawezekana alikuwa na tabia ulevi, japokuwa alikuwa mwombaji. Kasoma Biblia kwani Eli anamwambia Hana, mpaka lini wewe? Mpaka lini uta, utaacha hii kilevi chako? Amemwambia, ngoja tusome. Kasema, kuhani hapo vipi, imetungwa au tusome. Samuel wa kwanza, funga Samuel wa kwanza, Samuel wa kwanza sura ya kwanza, hiyo hiyo Samuel wa kwanza sura ya kwanza. <mimuza> Twende hadi mstari wa 15. Unajua, inachofundisha hapa, nawezekana ujawahi kusikia. Narudia, Hana aliyepata mtoto Samueli inawezekana alikuwa na tabia ya ulevi kwa sababu kuani wake anamwambia wewe Hana, mbona midomo yako inacheza cheza? Utakuwa umeanza kulewa tena melewa. Sasa angalia Hana anamjibu nini, tusome pale 14. Ndipo Heli akamwambia, je, utakuwa mlevi hata lini? Ehe, kuani wake anamwambia utakuwa mlevi mpaka lini? Achilia mbali divai yako. Ehe. Hana akajibu hakise, akasema ehe. Hasha bwana wangu, ehe, mimi ni mwanamke mwenye roho ya huzuni, mimi sikunywa divai wala kileo, ehe, ila nimemimina nimemimina roho yangu mbele za Bwana. Yesu kumi na sita. kumi na sita, endelea. Usidhanie mjakazi wako kuwa ni mwanamke asiyefaa kitu kwa kuwa katika wingi wa kuugua kwangu na kusikitika kwangu ndivyo nilivonena hata sasa. Ijapokuwa kwa Nieli alikuwa na mtazamo tofauti juu ya mwanamke Hana n majibu yake yalitoka kwa kuhani Eli. Amina, alivyotamkiwa na kuhani Eli kwamba, sasa kama kweli umefunga na kama kweli umeniambia sio ulevi, sasa nakutangazia, nenda zako kwa amani na Mungu akujalie haja yako uliyoomba. Ukisoma msali wa kumi na nane naye akasema mjakazi wako naone kibali machoni pako. Basi huyo mwanamke akaenda zake, naye akala chakula na uso wake haukukunjamana tena. Wakaondoka asubuhi na mapema, wakasali mbele za Bwana, kisha wakarejea na kufika nyumbani kwao huko Rama. Elikana akamjua mkewe Hana, na Bwana akamkumbuka. Unahitaji neno la madhabahu ili ukazae kwa jina la Yesu. Kuna mtu mmoja asema mkubwa hapa. Unahitaji neno la madhabahu ili ukafanikiwe, unahitaji neno la madhabahu ili ubarikiwe, unahitaji neno la madhabahu ili ukaponye, unahitaji neno la madhabahu ili ukilala usiote ndoto mbaya. Uponyaji unakuja kwa njia ya agizo. Amina. <tinyo> Akaacha aka kufunga akaenda nyumbani aka kutana na mme wake wakala pilau, majibu yakaonekana. Ujasema ameni kubwa wewe, ujasema ameni kubwa wewe. Haleluya. Fikiria, miili ni ile ile, ndewa ni ile ile, lakini inahitaji sauti ya kuhani. Kwa nini? Kwa, kwa sababu ufungulivu au uponyaji unakuja kwa njia nini ya agizo. Tunaona Yesu alikuta kipofu moja, akamwambia wewe, sikuombei wewe, nenda kwenye kisima cha Siloamu, nenda pale kanawe uso wako, kanawe uso. Akaenda akaona uso, akaona tunafahamu. Bali za Naaman alikuwa mwenye ukoma, alipoenda kwa Elisha, Elisha akamwambia wewe, unatakiwa ubatizwe mara saba. Akaenda kuchovyo mara ngapi? mara saba. Mwa... Amina, alipotoka mara ya saba mwili wake ukatakasika. Walikwepo wale wenye ukoma, Yesu akawaambia, yaani chan Yesu alipokutana na wale wenye ukoma hakuwaombea, sema maajabu. Akawaambia mimi siwaombei, ila hivi mnavyoniona hapa Geukeni haraka moja kwa moja, nendeni kwa kuhani mkajionyeshe kwake, na sio hivyo tu, mkatoe na sadaka. Aliyesema ni nani? Yes. waende wapi? Kwa kuhani. wakafanya nini? Waka na wakafanya nini? Wakatoe sadaka. Yeye anasema walipotia agizo, wakati wanaenda, wakajikuta wametakasika huko. Amina.